Achi, nilikupa siku mbili na imebakia siku moja tu ambayo ni kesho. inatakiwa muue mume wako Aidon. Acha tu nikuambie ukweli, siwezi kufanya hivyo. Sitakuja kumuua mume wangu Aidon. Kwa hiyo nakataa maagizo tuliyokupatia? Ndiyo. Sasa ngoja nikuonyeshe. Nguvu zangu zimeshindwa kumdhibiti wewe mwanamke. Bila shaka itakuwa kuna kitu kinamlinda. Sasa ngoja nitoke nendi nikaongeze nguvu, alafu nitamwonyesha hili linawezekanaje. Au ni ile dawa nilopewa na mganga? Shemeji, shemeji, vipi? Kuna usalama? Usalama upo. Nilikuwa nimesimama pale muda mrefu na kuangalia unavyohangaika, unaongea peke yako azifu mtu anayechanganyikiwa. Kuna nini kinaendelea? Kuwa na hisi tu, mdudu kanipandia, lakini nakung'uta kung'uta hata simuoni. Hebu kama kuna tatizo niambie. Hamna tatizo sheme. Ulikuwa unaelekea wapi huu mguu? Nilikuwa naelekea nyumbani kwako. Vipi, mmeo yupo? Sina uhakika, lakini nilimwacha nyumbani. Tunaweza tukaongozana. Sawa. Mimi napenda jinsi unavyozungumza. Wanajichekeshaga, mnajichekesha tu, kazi kuzungumza ya watu ya kwenu. a we, Kasuku, unafanya nini hapa? hapaasheme -ha. Unajua, nakuheshimu sana alafu hauna mamlaka kumuuliza Kasuku anafanya nini hapa kwa sababu hapa ni nyumbani kwangu. kama wee umeamua kumkataza kuja kwako, ni wewe na mke wako Alafu tangu mtoto mkataze kuja kwako anakosa sana furaha. Sasa usiruhusu kila mtu amkoseshe hu furaha. Kitu ambacho sitaki ni nyinyi kuwa karibu, kwa sababu najua kabisa mnapokuwa karibu kazi mtazungumzia ya watu tu, yaani mimi na mke wangu, kitu ambacho sikitaki hata kidogo. Sasa hebu nisikilize vizuri, sitaki na sipendi kuona mnafuatilia familia yangu, kitu ambacho kinaendelea kati yangu mimi na mke wangu. Hebu tuacheni basi. kwa sasa siwezi nikaongea na wewe. kwa sababu najua haupo sawa kiakili. Nini? Sipo sawa unamaanisha nini kusema hivyo? Hata nikikwambia ambacho mi nakimaanisha hauwezi ukanielewa. Kwanza umefuata nini nyumbani kwangu? na kama hamna ambacho umekifata ume, ni bora uondoke nyumbani kwangu. Shemeji, umenikwaza sana, lakini kwa kuona kwa heshima, basi naondoka. idkuaribikiwa shemeji yao. Usijali, muda si mrefu atakuwa sawa. Hem, mtu mwenye achayupo huko ndani. Sawa, ila kokuwa mlango uko wazi huo, ni matumaini yangu hajaenda mbali. Acha mimi nikae hapa nimsikilizie kwa sababu sina haraka yani. Ah, sawa. Shemeji naye vipi sasa? Aondoke ili niweze kufanya kazi yangu, maana navyokaa hapa mume wangu atakuja alafu nitashindwa kufanya nachotaka kufanya. Shemeji, shemeji, hey! Shem, unaongea na mimi hivi? uko sawa kweli? Niko sawa Shem, lakini mwili unaniwashawasha, sijui ni ule mdudu hebu kama unaona utofauti kidogo, ni vyema ungeingia ndani kujimwagia maji. Aya sawa shem, mi nipo ndani kama kaa? ah, kama kaa. siku mbili tatu. Heshima mwanangu, Mungu anasaidia. Ah, umefika muda mrefu sana. Uh, ni kama dakika tano kumi hivi nyuma ndo nimefika hapa ndugu yangu. Karibu sana kaka. Mume wangu. Mke wangu. Na wee ndo umefika? Ndo nimerudi sio muda, nimeongozana na shemeji hapa. Ah, wapi tena mnakuelekea? Ah, tumeenda kidogo serenge serenge. Huu ntamrudisha kesho. Wee! usiku mrefu wewe, naomba umrudishe sasa hivi. Cheza na vyote lakini sio mume wangu. Haya. Ah, Utanisame kama nitaingia deep zaidi ya familia yako. Naongea hivi kwa sababu kuna namna naona shemeji hayuko sawa, kaka. Yule mwanamke leo nimemwona kwenye scenario mbili tofauti, anaongea ya peke yake, azifu mtu anaanza kuchanganyikiwa. Mara kwanza nimekutana naye anahangaika, yani anaongea kwa ishara, yani kama mtu anakemea pepo, kama kuna mtu anasisitiza kitu peke yake. Mara kwanza, mara pili, pale pale nyumbani uliponiacha, kasimama mlangoni, anaongea peke yake, mimi niko namwangalia sasa Hebu kama kuna tatizo kaa chini, litathmini, alafu litatue. Unachokizungumza kaka kina ukweli asilimia mia, na wewe sio mtu wa kwanza kugundua hili. Hata mimi mwenyewe niligundua hapo kabla, na nilijaribu kukaa naye chini na kuzungumza naye mke wangu, lakini alishindwa kabisa kuniambia nini kinamsumbua. Japo nikimtazama naona kabisa kipo kinachomsumbua, lakini hataki kunipa ushirikiano. Ni kweli mwanangu, wahenga wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Kaka wewe kama mwanaume na yule ni mkeo, ujue. Hebu simama kama mwanaume, alafu angalia namna gani unaweza kumsaidia, ili jambo linaanza taratibu. Wasiwasi wangu mbele lisije kuwa kubwa. Wewe kama mwanaume, simamia nafasi yako, yule ni mkeo. Kama kuna tatizo, basi akuelezee, ili mradi tuone namna gani mnaitatua, bado mapema tusione hili jambo alafu tukalichekea kwa sababu huenda likaja kuathiri zaidi uko mbeleni. Kam. siku zote unanielewa, na unajua nyeupe na nyeusi. Sasa katika hili umegundua nyeusi. Uh, mimi nakuunga mkono kwa asilimia mia. Nitajaribu kufanya utafiti kadi niwezavyo, na kwa namna nyingine naweza nikafanya hata kisirisiri, ili niweze kugundua ukweli, na naamini nitajua nini kinamsumbua. Basi mimi mwanangu, nisikucheleweshe kama unakumbuka nilivyomwaga shemeji pale, ni kwamba tunapandisha juu na hautachelewa kurudi. Sasa usije ukapelekea yule mwanamke akanunia. Mimi sitaki kugombana naye. Naelewa mzee? Niache niendelee na selenge zangu hapo juu, kuna wana naenda kacheki, rudi nyumbani, kapumzike ile ile jambo kaka, itia akili. Ni muhimu sana ndugu yangu. Basi haina noma. Na mwenyewe safari yangu itaishia hapa. Sitoendelea sana. Hadi wakati mwingine kaka. Acha nigeuke mtaani.

Kam nimekuja ni kuongea na wewe, nakuuliza tena, unataka nini? Najua ile siku nilikukosea, hivyo nimekuja kuongea na wewe, tafadhali. Naomba tuingie ndani tuongee. Ongea, nakusikiliza. Haya mazingira sio rafiki, nilikuwa nahitaji tuingiane ili tuweze kuongea vizuri. Kwanza nambonisama kwa, nambonisa, kwa sababu ni kufuza nyumbani nilisikiliza maneno ya watu pini nikuna ukiwa na mwanamke, sikujua ni nani yako. Na istoshe kuna mkaka alikuja, mimi simfahamu. Lakini anaweza kukuzungumzia wewe vibaya, akimaanisha kwamba ni malaya, unapenda sana wanawake, unapenda kutembea na wanawake ambao wanakuzidi umri wako. Ila maneno yake aliniumiza sana ndio maana niko na sana na mpaka kufungia geti. Unajua, issue sio kusamea, ila issue ni wewe kusikiliza maneno ya watu. Kwenye hii dunia leo, ukisema uishi kusikiliza maneno ya watu, utafeli kila wakati, kwa sababu kila mtu anaweza kaongea na kwake analojisikia. Kuna jambo lolote umelisikia kunihusu mimi, kabla hujalifanyia maamuzi, nifate mimi mwenyewe niulize kwanza, alafu mimi nitakwambia. Naelewa? Ukisema kuishi kusikiliza mdomo wa watu utakuwa tufiki target sawa. Nimeanza kukolea sasa, na ndio maana nimekuja kukuambia, naomba unisamehe sana, nilifanya kwa sababu ya hasira. Huyo mwanamke unasema wewe ambao umeniona naye barabarani, nilishakwambia mi yule ni mdangu na mi ndo mtu wake wa karibu sana. Jambo lake lolote, linalomkwaza linalomsibu, lazima anze na mimi kwanza mara zote huwa anampa faraja, alafu maisha mengine yanaendelea. Sasa kama utanihukumu kwa mimi kutembea naye barabarani, ni mara nyingi huwa natembea naye mara nyingi sana.

wangu. Eh? Unafanya nini hapa? Nilikuwa tunamwaga maji machafu. Ah. Sawa. Hebu tuingie ndani kwanza. Tangulia, nakuja.

Nimemwagia hapa yaani, inawezekana mtu kapita sasa hivi na kayokota hiyo dawa? Mbona haiwezekani, hicho kitu Itakuwa wapi kusema dakika hizi hizi kuna mtu kapita hapa. Mungu wangu, yani nachi nimeisha leo, sijui hata itakuwaaje.